Chifu habari, chifu habari. Hii ni moja kwa moja kutoka Rock City Mall na hii ni kisheria, chifu. Tupo hapa kwa shughuli moja tu, tukiwa tunalegea katika kilele kuhitimisha zile kampeni za uchaguzi ya urais ya mama yetu Samia Suluhu Hassan, mgombea urais kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Tunakuja kumalizana na huo mchongo hapa baba, na kukumbusha tu itifaki imezingatiwa. 29 Oktoba ni tiki, chifu, tunafanyaje? Tiki, tunafanyaje? Tiki, tunafanyaje chifu? Tiki, nipe kumbato basi. Ah, chifu wa habari. Chifu wa habari. Pasina kupoteza muda, pasina kupoteza na wakati. Chifu, tumeshafika Rock City Mall, ndio. Maelekezo haya hapa ya namna ya kupiga kura sasa chifu. Oya wewe. Bana anakuwa jioni yetu. Shwari, tuko sawa. Fresh. Jamani, mnapewa sana <laughs> na midori jamani. Jamani. Bana Mama Samia anakuja uh, Mwanza kuhitimisha kampeni eh, zile za rais. Mko sawa? Tuko sawa. Mnasubiri kwa hamu? Kwa hamu kabisa. Tutampokea vizuri sana, tutamlaki vizuri sana, tutamchagua kama kawaida. Oktoba 29, tunatiki Oktoba 29. Jia ni moja tu, kuelekea kwenye kituo cha kupigia kura, kotiki Samia. Unapofika kwenye karatasi ya kupigia kura, kwanza angalia nembo ya kijani ya CCM, kisha angalia picha mgombea urais Dkt. Samia Suluhu Hassan mbele kabisa, utaona boksi wazi ambalo ndilo utaweka tiki yako. Hakikisha tiki yako haitoki nje ya boks. Mwambie mwenzako, amwambie mwenzake kwamba Oktoba 29 tunajitokeza kwa wingi na kutiki Samia.